wa elimu Dr. Fred Matiang'i amewatahadharisha wanafunzi wanaojihusisha na vitendo vya kihuni shuleni akisema watawajibikia uharibifu wanaofanya. Akizungumza kuhusu tukio la wanafunzi kuteketeza mabweni saba katika shule ya upili ya Itiero, Matiang'i amesema wanafunzi waliohusika watahitaji idhini kutoka kwa wizara ikiwa watataka kuhamia shule nyingine. Aidha amesema serikali haitagharamia uharibifu huo. Migori, Kericho, Kisii, Bomet, Nakuru na hata Kisumu imekuwa ni kisa baada ya kingine cha wanafunzi kuanzisha mioto kwenye mabweni yao ikiwa ni tabia inayofahamika kujaribu kupata sikio la wakuu katika shule, lakini sasa chuma chao kimotoni. Mapema leo waziri wa elimu Fred Matiang'i alizungumzia swala hilo na kutaja kuwa kuanzia sasa hatua hizi zitakuwa na athari kubwa zaidi kwa wanafunzi to all Wizara pia ikitangaza kuwa haitasimamia gharama ya ujenzi wa majengo yanayoathirika na moto unaoanzishwa na wanafunzi, ikiwa ni jukumu la shule kushughulikia gharama hiyo, na kumpa naibu mkurugenzi wa kaunti anayeshughulikia elimu jukumu la kutowapa barua wanaodaiwa kuhusika na moto wa mabweni. Kisa cha karibu zaidi kikiwa kile cha shule ya upili ya Longisa kaunti ya Bomet, kilichofanyika usiku wa kuamkia Jumatatu pale mabweni zaidi ya matatu tu yalikuwa hayaangaliliki tena. Matiang'i akiomba polisi pia kuingilia visa hivi vinavyotajwa kuwahusisha wanafunzi pamoja na wazazi wao. But there is no grievance that is serious enough to warrant the wanton destruction of property. And, and, and it's time also for us to encourage our children to be responsible people. Hii leo pia waziri wa elimu Matiang'i alizuru shule ya upili ya Tengecha kujaribu kuangalia ni hali gani iliyoathirika katika shule hiyo. Sasa nyinyi jiulize, na Wakenya wengi ambao wanasumbuka, tutumie pesa tujenge kama hii, alafu watoto wachome, inakuwaje sasa? visa vya wanafunzi kuchoma shule au mabweni